Chama cha ACT Wazalendo hakitakaa kimya wakati haki za wananchi wa Zanzibar na demokrasia yetu vikiendelea kuchanachanwa na kutupwa kwenye moto. Hivyo tunataka mambo yafuatayo yatekelezwe. La kwanza, kusimamishwa mara moja uteketezaji huu. ZEC lazima isitishe mara moja mpango wowote wa kutupa kuharibu au kuteketeza nyaraka na vifaa vya uchaguzi mpaka mashauri yote yaliyopo mahakamani yamalizike. Kama tulivyosema, kuharibu ushahidi ni kosa la jinai. Pili, hatua za haraka za mahakama. Msajili wa mahakama kuu anapaswa ashughulikie maombi yetu ya ukaguzi wa nyaraka Yani, application for discovery and inspection kwa haraka sana. Siku moja ya ukimya wa mahakama ni ushirikiano katika kuharibu ushahidi. Tatu, ulinzi wa nyaraka na vifaa. Tunatoa wito kwa mamlaka zote zinazohusika kuhakikisha kuwa nyaraka zote za uchaguzi mkuu wa 2025 zinatunzwa chini ya ulinzi madhubuti ili kuzuia s tukasikia hapa kwamba hazikuharibiwa lakini kumetokezea moto wa ajali au upotevu. Mamlaka zinazohusika zinapaswa kulinda na kuhakikisha zinasimamia kulinda nyaraka hizi mpaka pale haki za wananchi zinazolindwa kikatiba zitakapopatikana katika mahakama.